Rais Samia Suluhu Hassan no wa Tanzania azindua tume ya uchunguzi wa vurugu zilizotokea siku na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Anza na ripoti kwamba Rais Samia Suluhu Hassan wa no Tanzania leo amezindua tume ya uchunguzi wa vurugu zilizotokea siku na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Rais Samia ameipa tume hiyo siku tisini huku akisisitiza kuwa anaamini ina uwezo wa kuja na majawabu kwa maswala tete yaliyoibuka kwenye machafuko hayo. Licha ukosoaji wa upinzani ambao unataka tume ya kimataifa. Florence Majani na ripoti kamili, akitumia dakika kumi tu kwenye hotuba yake uzinduzi ya uzinduzi, rais huyo aliyetangazwa kurejea madarakani kwa takribani asilimia tisini na nane ya kura ametaja baadhi ya majukumu ya tume hiyo inayoongozwa na majaji wakuu wastaafu kuwa ni kuangalia sababu iliyoleta kadhia hiyo, kiini cha tatizo na madai ya vijana walioingia barabarani kudai haki. Jambo lile lilipotokea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 Miongoni mwa kauli alizozitaja kutoka kwa wapinzani hao ni pamoja na maneno kama lazima kiwake, lazima aondoke, na uchaguzi hautafanyika. Mbali na vyama vya siasa, Rais Samia pia ameitaka tume hiyo kuangalia dhima ya asasi za kiraia na zisizo za kiserikali katika maandamano hayo, akidai kuwa uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa vijana walioingia barabarani walilipwa fedha. Rais huyo alisema tume hiyo inatakiwa kuchunguza, je, fedha hizo zilitoka wapi? Licha ya ukosoaji wa wapinzani kuhusu muundo wa tume hiyo ambayo, ukiacha majaji wakuu wawili wa zamani, wamo pia mabalozi na wanajeshi wastaafu na aliyekuwa waziri wa ulinzi wakati wa machafuko hayo Rais Samia amesema yeye ana imani na, na tume hiyo kutokana na ubora wake. "Lakini mimi nina imani sana kwa ubobezi na eksperiensi yenu, na imani sana na tume hii, na ni matumaini yangu mapendekezo yatatutoa tusogee mbele." Juzi Novemba kumi alitoa orodha ya wajumbe wa tume hiyo ambayo hata hivyo ilikosolewa vikali na wadau wa siasa na wanasiasa wakisema si huru. Neville Mena mchambuzi wa masuala ya diplomasia na siasa alikuwa na maoni haya kuhusu hotuba hiyo ya rais. Rais amesema habari za vijana vijana, kwamba wanahitaji nini, haki yao ni ipi? Nadhani hili ni jambo la msingi, na naona kama serikali yake sasa inajikita hapo. Ukisikiliza hotuba yake ya bunge, ilihesabu alisema, taja vijana mara ngapi, nilipofika 37 nikaacha kuhesabu. Kwa hiyo inaonekana kwamba serikali imedhamiria kupata majawabu. Inawezekana changamoto zao zinafahamika, lakini zikija rasmi kama ambavyo tume itasema, pengine wakiwafikia wakawauliza, wakazungumza, wanaweza kuwa na mahali pa kuanzia. Tume hiyo iliyoundwa Novemba kumi na tisa itaongozwa na jaji mkuu mstaafu wa mahakama kuu ya Tanzania Mohamed Chande Othman na wajumbe saba, akiwamo jaji mkuu mstaafu Ibrahim Hamis Juma, katibu mkuu kiongozi mstaafu balozi Ombeni Sefue, IGP mstaafu Saidi Ali Mwema na Dr. Stagomena Taxi, aliyekuwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, pamoja na Paul Mela, mwanadiplomasia na luteni wa jeshi mstaafu.